Baadhi ya viongozi wa kaunti ya Mombasa wameitaka serikali kusitisha ubomoaji wa zaidi ya makazi elfu moja katika eneo la Changamwe. Hali hiyo imezua taharuki na wasiwasi miongoni mwa wakazi hasa katika mitaa ya Migadini, Lilongwe na Port Reitz. Kulingana na wakazi, baadhi ya mabwenyenye na wanasiasa walioko serikalini ndio wanaoshinikiza ubomoaji huo ili kuwekeza katika eneo hilo. Akizungumza katika eneo hilo, mbunge wa Changamwe Omar Mwinyi ametaka serikali itafute suluhu ya haraka ya mzozo wa shamba hilo. Uh, tuna mwanasiasa mmoja, huyu anatumika kama broker. Sitataki kumtaja kwa sasa lakini nitamtaja. Uh, yeye anatumika kama broker ili anaangalia wale ambao wanahitaji msaada, yeye anajitokeza na baadaye, akishalipwa ameshadhulumu wananchi wetu. pale kuna plot ambayo ni ploti ya serikali na hiyo ploti ya serikali, ziko ploti ambazo tume earmark zijengewe wananchi nyumba affordable housing, mpaka wizara ya housing imekwenda pale na ikatambua hizo ardhi. Yeye amekuja kusimamia hao mabwenyenye wao ambao anawasimamia ili hizi ardhi wazichukue, wakiona sisi hatuna habari, lakini sisi tunajua what is happening in Changamwe. Na that is why watu wengine huwa wanatupiga vita tusiwe wabunge Changamwe, kwa sababu wafanye mambo yao ambao wanataka, kwa sisi hatukubali.